Je, unataka kuanza safari yako ya uwekezaji na UTT AMIS lakini hujui jinsi ya kujiunga. Usijali, katika video hii nitakuonesha hatua rahisi unazoweza kufuata ili kujisajili na kuanza uwekezaji wako leo. Hatua ya kwanza, piga star 150 star 82 reli, kisha fuata maelekezo yote ili uweze kufungua akaunti yako. Baada ya hapo utapokea ujumbe mfupi kwenye simu yako ambao itakupa akaunti namba yako ya uwekezaji. Hatua ya pili, baada ya kupokea akaunti namba yako ya uwekezaji, ija sta 150 sta 82 reli ili kutengeneza namba yako ya siri. Baada ya hapo, unaweza kuanza kuwekeza, lakini huduma zingine zote zimezuiliwa mpaka pale utakapokamilisha usajili wako. Hatua wa ya tatu: ili kuweza kukamilisha usajili wako unapaswa kujaza fomu. Sasa basi, ili kujaza fomu unaweza kutembelea tofauti yetu www.uttamis.co.tz, au unaweza kututembelea katika ofisi zetu zilizopo Posta, jengo la Sukari House ground floor, ili kuweza kujaza fomu na kukamilisha usajili wako. Pia unaweza kutuma fomu yako kupitia email yetu ili kuweza kukamilisha usajili wako. Kama kujiunga na kuanza kuwekeza na UTT Amis ni rahisi hivyo, je, wewe unasubiria nini? Anza safari yako ya kifedha leo. Kutajirika ni haki yako.